Narudia, waandishi narudia mwewewe. Narudia, naipongeza klabu yangu imefanya vizuri msimu huu. Uongozi unafanya vizuri na umefanya vizuri uongoza mtazama ngungu. Lakini kwenye kosa lazima tuongee. Kosa laolifanya uongozi kuto kukubali, yani kukubali kuja kucheza dabi bila maandalizi. Naongelea maandalizi kwa nini? Ilitakiwa hii mechi tuthibitishie mashabiki kwamba game ipo. Ma nisikilize dabi, watu wanaojiandaa ndani na nje ya uwanja. Yanga jana walikuja wajaji hapa jana, Yanga wamezunguluka uwanja wote, wamezunguluka, wamefanya navo taka wao uwanja. Sisi tumekuja kikawaida, tumekuja kwenye dabi kama tunakuja kucheza na Mtibwa. Leo hatujafungwa na Yanga kwa uwezo, tumefungwa na Yanga kwa maandalizi. Yaani Simba tumeshindwa kujiandaa. Uongozi wa Simba tulaumu, ila tunauambia ukweli, ujitasmini na tunauamini uongozi wetu, uongozi bora. Kwenye kosa lazima tuambie, na timu yetu hatuna cha kuadai, hatuna cha kuidai timu yetu, tunapiga makofi. Kukosa ubingwa sio sababu, tunapiga makofi

Hatujakuambia tuna furaha, hatujakuambia kama tuna furaha. Hakuna mtu aliofurahi kupoteza mbele ya Yanga, hakuna mtu aliofurahi. Hakuna mtu aliofurahi kupoteza mara tano fululizo, ila ukweli uliokuwepo, viongozi wana kitu cha kujifunza. Ah, mashabiki viongozi mna kitu cha kujifunza, mashabiki wa Simba. Simba zinatuumiza niambie, lini imekamilika? Mimi naumia. Sikiliza uongozi, narudia, msituone sisi aba tunawapinga, tumeumia mashabiki kufungwa na Yanga mara tano mfululizo. Maumivu makali tunayapata sisi, tumekuja kuumia, tumefungwa na Yanga mara tano mfululizo. Mandala ulisema kwamba Yanga ni timu ndogo, ndio maana hamjafanya maandalizi. Imekuwaje tena? Kuna mda aweza kuongea timu ndogo, lakini pia ni dabi dabi lazima uheshimu, na dabi ina maandalizi nje na ndani. Sisi tumejiandaa ndani, nje hatujajiandaa. hizi mechi watu wanaroga. Vibaya mno. Yanga wameroga mechi, sisi hatujaroga. Mandala, unasema? hizi mechi watu wanaloga, sisi tumekuja kizembe. Tumefungwa na yanga kwa uzembe wetu wenyewe. Sisi tumekuja kutekeleza amri tu mechi. Sisi tumekuja kizembe, tulikuwa tunawaza kuigomea mechi. Nauliza swali. No, no, no. Yanga raundi ya kwanza. Kuna msimu Yanga amegoma me me me mechi hajagoma. Waligoma. Hali waamrisha mechi ichezwe na nani? Kwani tushindwe kugomea hii mechi? Kwa nini tushindwe kuigomea hii mechi? Wana simba wote, hakuna mwanasimba aliyotaka hii mechi leo ichezwe, kama mjui. Hakuna mwana simba wowote aliyotaka hii mechi leo ichezwe. Narudia kama wajui, viongozi, hakuna mwanasimba aliyobariki hii mechi ichezwe leo. Kiongozi Mangungu, kiongozi Bono, no. no.